Habari kuu e, siku ya leo ni pamoja na sakata la e, kufungwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josefati Gwajima, na kupitia mitandao mbalimbali kumekuwa na maoni e, tofauti tofauti. Naam, sasa, nime nimetembelea ukulasa rasmi wa e, Bishopu Kalikawe Bagonza, askofu wa uh, kanisa la Kiinjili na la Kilutheri dayosisi ya Karagwe Kagera, ambapo kwenye ukulasa wake wa wa mtandao wa kijamii wa Facebook ameandika na mnukuu, kama ni kweli, inaweza kumaanisha hivi, eti kanisa limefungwa au kufutiwa usajili kisa kiongozi wake kakosana na waliomsajili au kadaiwa kuhubiri kinyume na alivyotegemewa. Kama ni kweli, tujifanye kuuliza, kanisa ni mali ya mtu? Kama kakosea yeye, kwa nini kanisa lifungwe? Yaani, mdomo utoe matusi alafu makalio ndiyo yachapwe kiboko? Hakuna kanisa linalotuma mtu kuchochea, kutukana, kubaka, kuiba na kadhalika. Kama lipo zipatikane miniti za kikao kilichoruhusu hayo. Kinyume nayo, na ni kuingilia uhuru wa watu kuabudu. Uhuru wa kuabudu ni wa msingi sana, maana unaruhusu hata kuabudu watawala. Tusiwachagulie watu ibada. Bado siamini kama ni kweli kwa sababu zimetoka barua mbili, moja ina sahihi na nyingine haina sahihi. Kama ni kweli kanisa limefungwa maana yake yaweza kuwa hii: mosi, tangu sasa viongozi wote wa dini zote watatakiwa kutoa nakala ya mahubiri yao kwa wakuu wa serikali siku mbili kabla ya ibada ili yahakikiwe; pili maimamu, mashehe, mapadre na wachungaji walio kwenye maeneo ya kata wawasilishe mahubiri yao kwa maafisa watendaji wa kata siku mbili kabla ya ibada. Tatu, endapo maafisa wa serikali watakosa muda wa kupitia na kuhariri mahubiri hayo, ibada ziahirishwe kusubiri uhariri huo. Atakayehubiri bila kuaririwa na akaenda kinyume, faini pekee haitoshi, kifungo kina unafuu, bali kanisa au hekalo au msikiti utafungwa. tano. Maafisa wa serikali ngazi zote watatakiwa kwenda kozi ya kujifunza elimu ya dini na teolojia ili kufanya udhibiti huu kwa umakini. sita. Maafisa wote wa serikali itabidi wazikane dini zao ili wasije kuonea au kupendelea dini yoyote. Saba, upelekwe mswada bungeni haraka sana, tena kwa hati ya dharura, ili kubadili katiba na kutamka kuwa serikali yetu sasa ina dini rasmi isiyotamkika jina lake, na dini nyingine zimefutwa na kubakiza hiyo dini ya serikali. Nane, viongozi hawataruhusiwa tena kuwapa kwa misafu ya dini zilizofutwa. Misafu hiyo itakuwa imefikia ukomo wa matumizi maana inasababisha viongozi wa dini kufanya uchochezi. Tisa, sikukuu za kidini zitafutwa rasmi na hakuna mapumziko siku hizo. Kumi, mahusiano ya kibalozi na nchi zote zenye kutambua uwepo wa dini ziri zilizofutwa au kufungiwa nyumba zake yanafungwa. Ya mabalozi ya nchi hizo walio nchini waondoke na mabalozi wa kwetu walio nchi hizo warejee nyumbani. Moja, tangu, tangu sasa ni marufuku kuomba sala ili kula chakula na ndoa zote zenye uhalali wa kidini hazitambuliki tena. Kumi na mbili, wimbo wa taifa uondoe neno Mungu kwa sababu Mungu huyo anaweza kuleta uchochezi wakati wowote. Tulianza na uhuru wa kukusanyika, tukaja uhuru wa kuishi, tukaingia uhuru wa maoni, hatimaye tutakuwa tumeingia uhuru wa kuabudu. Wa kuabudu imebaki nini? uhuru wa, kujinyo, wa kujinyonga ayopo nita, nitaota, ninaota. Sio kweli, ni mtandao tu inazusha na kufanya uchochezi. Ni maneno ambayo ameandika rasmi Baba Askofu Kalikawe Bagonza, askofu wa jimbo la KKT dayosisi ya Karagwe.